Ale mshiaenda na mnaenda shule? Ndio mama. Eh hey, vipi, mbona jamaa unabeba begi? Ah mama, asa hivi ni kipindi cha mitihani kwao kubeba mabegi. Ah naonekana anajichosha. Nimechukua hivi kwa ajili ya kutoka kwenda kujisomea. Sawa wanangu, mjitahidi huko shule. Jamani, maisha sasa hivi ni magumu, inabidi muwe makini sana kusoma kwa ajili ya, muache na vikundi vya vishawishi shule, msome kwa kikomo makini, mje mfaulu, muone maisha mbeleni. Leo mimi nipo baba yenu yupo, kesho hatupo, mpo peke yenu, kwa mnabidi mfanye kwa bidii masomo yenu, mje mpate ajira baadaye, mje mjitegemee. Ndio mama, nakusikiliza na nakuahidi mtasoma. Mimi nikutoe hofu tu na nakuahidi kwa nitasoma kwa bidii ili niweze kuja kuwa dokta mkubwa sana hapa Tanzania. Na nakuahidi tu mimi ndo nitakuwa dokta wenu wa familia Inshallah. Mwanangu, dua zako ziwe za heri na Mungu akufanikishe. Hata mimi

Wanangu nawapenda sana eh. Natamani mje msome, mfanikiwe mje kuwa na maisha yenu baadaye. Wewe uje kuwa baba na familia yako, uje kuwa mama na familia yako. Muongozo wetu kwenye maadili mema. Sawa watoto wangu. Nawapenda sana. Kila la heri eh. Haya bye. Wewe umependa na baba yenu? Ndio ametupa. Ndio tumepewa kushikina hiki dogo muongezee. Na hapa hii iko maana. Binti, ushawishi sitaki kabisa.

alisho matako hapo si ndiyo? Usikini hapo. Kuita bana mama, unachokiaza nini? Nilikuwa na wazo tu kuhusu shule, tutaenda lini? Acha nilikuwa na wazo yani, na mabra we shule, wewe ukakiiza kunategemea utasoma tena yani? Hapa hamna tena shule. Habari za shule naomba uishie hapo, ufute katika akili yako. Safari hii ya hamna kusoma, umundani yani, safari hii wewe ni mtumwa. Mwanangu ni princess upo. Habari za shule naomba uishie hapo, sio katika maisha yako. Tusimamane twende na shule, siwezi kusomesha mtoto mwanamke wa mtu wewe. miguu yangu. Na kingine yule cha wako mwingine yuko wapi? Sijamuona kwanzia asubuhi. Kaka ametoka? Kwa hiyo ametoka mtaani bila kutoa taarifa, si ndio? Kwa nyumba yangu ushafanya choo? Hapana mama, kwa choonambaunyaj miguu yangu nini? Mbona kafanya nini? Ina maana ye ndo kakulowesha hivi? Mungu, ni changamoto gani hizi tunazopitia? Fete, usivunjike moyo mdogo wangu, kumbuka hakuna marefu yasiyo na ncha, na kama ukijua hakuna ncha isiyokuwa na makali. Ipo siku atakuja kujutia kwa haya anaotufanyia. Masikia mdogo wangu. Usilie. Mdogo wangu. Haya anokufanyia, fanya kama huyaoni. Masikia, tuvumilie kila siku sisi, Feti, natamani tutoke hapa nyumbani ili kuepukana na hizi zama za hawa wazazi. natamani tungeenda kwa mjomba, lakini maisha ya mjomba najua jinsi alivyo kwao. nakuomba tutuvumilie, ipo siku yatakuja kuisha na watajutia kwa ano tufanyie kaka. Hapo napigwa na baridi sana. Amka twende ndani ukabadilishe nguo. Mama Leila, kwema? Mzuri. Sijui we upotoka huku salama? Eh, nye amjambo, atujambo. Shikamjambo maba wazima, jambo. Sasa, Mama Leila, hebu nikuulize kitu, inakuwaje mtoto wa kiume ana anaosha ana vyombo kule alafu huyu hakika anachezea simu, inakuwaje sasa? Mama Leila, sijakuelewa, unamaanisha nini? Ongea pointi yako inielewe. Ina maana unielewe kabisa ninachoongea yeah, yaani huyu binti wa kike ni, na nim, ni mkubwa. Angekuwa mtoto sawa, anachezea huku simu, kaka yake kule anaosha vyombo. Hivi ni kitu kinachowezekana kweli? Kwani wewe unasema gani? kuandika kazi afanye mwanaume na sio mwanamke? Hebu lakini yaani Malela, nikwambie kitu. Angalia na kazi nyingine za kwa una, unampa mtoto wa kiume nafasi. Wewe sikiliza nikwambie. Naomba unisikize kabisa. Ama ah, masikio yako yawe makini kabisa kusikiliza. Yule unamwona yule? Namfundisha tabia njema. Leo hii akija kuwa na mke kwa mfano, mke wake akijikuja kujifungua au mke wake akaja kuumwa na nani, atakaje kumsaidia kazi? Au ni mimi? Malela, nikwambie kitu, ukisema unamfundisha yule kazi unakuwa unakosea, kwa sababu yule ni mtoto wa kiume. Huyu hapa binti huyu ndio ilikuwa inatakiwa afanye kazi kama zile pale. Huyu ndio mfundishe kazi kama hizo kwa sababu gani? Huyu akija kuolewa yeye nani kazi atakayokuwa anamfanyia? Kwa hiyo mwisho wa siku huyu hapa ndio ana halali ya kumfundisha kazi kama hiyo hapo. Yule ni mtoto wa kiume huyu ni mtoto wa kike. Na huyu hapa ndio anaweza kaja akaolewa na akafanya kazi kama hiyo. Unamwona <laughs> huyu? <laughs> umundani kama princess, yani mtoto wa mfalme. Kwa hiyo umundani hafanyi kazi yoyote. Hiyo sasa, sasa ina maana sasa hao watoto umesha wafanya kama watumwa sasa, kwa sababu tokea wazazi wao wamefariki, ina maana sasa nyi mmekuwa kama ni, ni wakuwapa mateso hao watoto hao. Na Fatuma naye yuko wapi? Hivi hivi mali wewe hivi, kwani nini, unatumia akili gani? Kwa sababu mimi unajua, unanishangaza sana sasa. Wewe kama Fatuma yuko ndani anapika, sasa si angeenda kusaidizana na, na mwenzake? Ina maana kama huyu anaosha vyombo hapa, ina maana si angeenda kusaidizana na mwenzake huyu, mwanao huyu hapa, unataka yeye aye kazi kuchezea masimu na watoto wao, unashinda unakuwa una, unaonea, kazi zote wanafanya wenyewe ndani, huyu mara apike, huyu mara aoshe vyombo, afagie, kazi zote unawatelekezea wenyewe. Nisikilize. Sisi na humu ndani hatuna undugu wowote. Usifikiri wewe mtoto anapokuita mjomba ukafikiri na wewe mjomba, sijui ndo mama, lakini cha kushangaza mjomba wenyewe ndio mama, lakini hauna maziwa. Ungekuwa na maziwa, ningemwambia mume wangu akoe mke wa pili akoeke ndani tu, mke mwenza, umesikia wewe? Astagfirullah, subhanallah. Yaani leo umekuja kunitukana mpaka na mie <l Bi> Yaani umeamua kunitukana <can taiyata nami laci> angalau, na mie sasa. Kwamba angalau ningekuwa na maziwa angalau na mimi niolewe niwe mke wa pili, si ndio? Eh, sasa unajitambua naamba utoe ngoko zako, naamba uende. Acha shobo na nyumba za watu. Au naona sana sisi tupapa hizi mali hizi tunafaidi sana mwenyewe. Naona unaita shobo shobo siku ile tangia ile siku mmeongo alivyokufukuza na wewe tena umetangwa la zako unaita shobo unazitaka mali. Au una shida na pesa tukupe sasa hapa. Eh? Una shida na mali wewe? Naona hapa sikuelewi, sisi ni kuhudhuria vizuri. Toka bwana, toka, toka, toka. Sawa, mimi sasa hivi naondoka. Lakini nakwambia mguu wangu hautachoka wa kuingia katika nyumba hii hapa. Aenda bwana, mbona unaita ngonjia zako, sio uondoke muda tena? Aenda na aenda. Ondoka bwana kwa sababu kuna mtu anakutaka ondoka, sio umefahamu kaja kama. Unasikia mwanangu? Yaani, kiufupi mimi sitachoka kuja hapa nyumbani kufuatilia haki yenu. Kwa sababu hii nyumba ukifuatilia ni ya kwenu. Ni ya baba yako na mama yako, sio huyu mjinga huyu ambaye anayekaa kaa huko ndani. Kwa hiyo nitahakikisha mnapata haki yenu kuanzia haki ya nyumba mpaka na haki ya kuhusiana na elimu wewe pamoja na Fatuma. Mimi sasa hivi, mimi naondoka, lakini nitakuja, nitahakikisha kila kitu mnapata. Sawa mwanangu, mimi nimeenda. Na kama nilivyokuambia hivyo, mimi sitachoka na siku nyingine ukija Achana, ane, kwenda umundana kuitia mwizi na mali za watu

so kwamba tupende kwenye shule, lakini changamoto imekuwa kwa wazazi ambao tumeachwa nao, baba mdogo pamoja na mama mdogo, wao ndo wanasababisha sisi tusije shule mpaka leo. Kwa hiyo tena na shule basi ashia, tokea wazazi wetu walipofariki, elimu pamoja na kila kitu ambacho tunastahili kupewa sisi kama watoto tunashindwa kuvipata kwa wakati. Na ndio maana muda mwingi unatuona kama jinsi nilivyo. Sina cha kufanya kwa sababu ndo amekuwa gumzo sana kwetu. Sasa baba yenu mdogo, si aliachiwa hizo mali kwa ajili ya nyie msome vizuri, Na mvae vizuri sio hivi sasa hivi ulivyo. Ni kweli ya shia. Baba mdogo ndo ameachiwa majukumu yote ya kutusimamia sisi kama watoto wake, Kama watoto wa kaka yake. Lakini Alichoelekezwa na anachofikifanya na vitu vili tofauti. Mimi pamoja na mdogo wangu tunavaa mavazi haya ambayo si yetu. Kwanza haya mavazi ma unayoona ni ya baba yangu mdogo, ni ya baba mdogo, na wao wamemwa kuvaa mavazi ya wazazi wetu. Kwa hapo shule, ndo basi sielewi yani, sijui sijui yani, ah, sijui ya nikwambiaje, sielewe mwafaka wetu tutakuwaje. Ila mi nikuombe, ukienda shule, naomba ongea na mada asio anapenda sana yani, asipende kuuliza chochote wala kuoji chochote kuzuziza. Kama anataka, si tuje shule, tutakuja, ila wakati bado hajafika ukifika si tutakuja, kwa sababu hizi ni changamoto tu tunazozipitia. Hizi tunajua ni changamoto, ipo siku na si tutakuwa huru pia hmm. <tipu> Leo nimekukamata hapa kibua, unafanya nini? Yani mimi hapa nikitoa mguu wangu nikienda kumwambia kule baba yako mdogo, naonekana na mdomo mbea, mchonganishi, na chonganisha wewe na babako mdogo, undugu yenu uvunjike Kumbe mtoto watu wao sina ubaya huo. Nakuuliza kwa mara pili, hapa unafanya nini? Sina kuuliza wewe mtoto hapa unafanya nini? Kwani tunamwona kaka. Wewe kele. Si usiongee na mbwa unaongea na mwenye mbwa. Kwa hiyo naomba ufunge mdomo wako. Kwa hiyo. Kwa hiyo mla wako kwa bado kwa wapi. Atana wewe kenge naomba unyamaze. Kwanza wewe una hasira kwa mamangu. Alafu hiyo ni roho mbaya. Wewe unaweza kwa mamangu wewe. Unashindwa kupeleka mtoto zako shule. Eh? Ya, ya. Acha tumwambie ukweli. Kwa nini usiambie ukweli? Wapeleke watoto zako shule, mna kazi ya kufuja tu mali za babake na huko. Yaani ya kibura umeanza umalaa. Hiki kidemchi chako hiki. Kinadharau mimi mbele yako. Hivi hiki kina adabu hiki. Wewe. Chunga kauli zako. Tunalala wewe mama. Kwanza, wewe mbona mama wewe unalomba hivi? Yaani, unashindwa kuwapeleka watoto shule, umekaa, umekaa umeka, unatunyatia nyatia. Hivi mbona unalomba? Umekaa unafuja mali za ah uh, watoto. Na alafu Nakwambia, mwisho wako unakaribia. Mtoto anachukuliaje? Vitoto vya sasa hivi adabu hazina. Na wewe leo cha moto utanieleza. Ya yani, na wewe mbwa. Napo karibu sana dada, asante sana. Habari yenu, kwanza, wazazi. Nzuri tu. Atakusaidia nini? Mimi ni mwalimu wa feti na Kibula. Ah, ah, karibu sana mwalimu. Asanteni sana samani, nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja yeah. Watoto wajaji ni muda mrefu sana sasa hivi kuja shule, tatizo ni nini hasa? Ah, Kibula na Ufeti Unajua ah, bwana mwalimu, ah, nilikaa chini na mimi nikafikiria kidogo, ah, baada ya kuwa wazazi wao kufariki kidogo, nikawa nataka niwabadilishie kidogo mazingira. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria niwahamishe shule kidogo, niwapeleke bodi. Sasa, kama mzazi, mbona hakuna process yote uliyoifanya mpaka sasa hivi? maana mtoto akiwa anatakiwa kuhamishwa shule lazima ungefika shuleni kwetu na mtoto angeendelea kusoma mpaka utakapopata uhamisho na kuhamisha mwanafunzi. Mpaka saizi mtoto aipo shule wote wawili kani, wewe mwalimu, inakuhusu nini eh? Kufuatilia nyumba za watu, unatoka upotoka, unakuja. Kwa nini mtoto haendi shule? aue mchai umundani kasaamundani atuishimu maneno kila siku kitoka jambo hili na kuja jambo hili, tushachoka hmm. Sasa bwana mwalimu, mimi kidogo, kuna mambo nilikuwa nayafuatilia. Kama unavyojua, baada ya mi kakangu kufariki, mimi ndo niliachiwa kila kitu kwao, nikawa na mambo mengi sana ya kufuatilia. lakini kuhusu watoto kwa nyumbani, sio kama mi mwenyewe nimerizika au vipi. Na mimi nawajali sana watoto na jisikia vibaya sana wanapokuwa hapa nyumbani sijarizika na hilo swala. Kwa hiyo kuna mambo tu ambayo kidogo hayajakaa vizuri, ndio ananifanya mimi niwacheleweshe kidogo kuwapeleka huko bodi. Ni vizuri upate utaratibu, sio watoto kukaa nyumbani. Fata utaratibu, hamisha watoto. Lakini mimi kinachonishangaza kitu kimoja, samahani sana, lakini wazazi hawa watoto, wazazi wao walipokuwa hai walikuwa wanakuja shuleni hawakuwa na mambo ya kusita, hawakuwa watoro shule. Lakini watu saivyo, mkuwa sana watoro na hakuna utaratibu uliofanya ufanya, sielewi. Nambene tu mpate utaratibu ili muweze kuhamisha watoto. Mi nazani, mi nina uchungu sana na watoto kuliko hata yeye mwalimu kuhusu elimu yao, sababu mi ndo babao mdogo, yaani baada ya babao nikafuata mimi. Kwa hiyo mimi nadhani hili swala niachie mimi, nitalifuatilia kwa kina na wataenda shule. y usiwe na wasiwasi, una kingine nikusaidia? kama una mlango ule ukwazi unaweza ukuondoka. Ana siku njema. Sawa, karibu yale mme wangu. Ah, tota washaanza kutembeza taarifa huko nje. Haiwezekani mwalimu atoke huko alipotoka mpaka shuleni mpaka nyumbani waje kusema si kwa nini watoto wasome shule. Yaani ningekuwa mimi mume wako. Ningekuwa na option Aukshin hizi. Option ya kwanza ningewapeka kule kwa watoto yatima wakalelewe. Ya pili ningewafukuza wende mtaani, nishachoka. Hata mimi nadhani itakuwa hivyo. Lakini nikwambie kitu mke wangu. Niacheni mm -hmm. Nitawanyosha. Haya, chacha, leo utakuta mwana wako. Hatutaki kufanya mambo kwa haraka haraka namna hiyo. Mimi nafikiri twende taratibu, wataondoka wenyewe tu. Wewe wala usijali. Samani huku umetoka umetoka kwenu kwa wazazi wako, umetoka kwetu ia yeah, kuonana na wazazi wako madam. Nyumbani umekuja kufanya nini? Kwani kuna shida gani? Ah, madam kumbuka, nilikwambia sitaki uje nyumbani wala usiongee na baba mdogo kitu chochote. Kwani kuna shida gani? Niambie, oh, niambie madam, utaliusha haribu Yaani niambiwe ya wewe ah, una shida gani? Madam umetufanya tuingie kwenye giza totoa aliyakuwa yakuwa tulikupo kwenye mawingu ya saa 12. Niambie sasa shida ni nini? Madam, umeona wale watu? Sura zao na mioyo yao. Ni vitu viwili tofauti. Nje kama watu lakini ndani si kitu. Bwana, mimi sijawaambia chochote. Nimeulizia tu kuhusu nyinyi kuja shule basi, hamna kitu kingine. Ah, wamekwambia nini? Hakuna shida, anafuatilia uhamisho. Nipelekwe bodi. <laughs> Napata hofu wingi ndani, madam. Mimi sijawaambia chochote, kwa na amani.